Kwa yes, uh, jina anaitwa Ofen Suleiman Rashidi, inatokea OSR Media, na leo tupo na ugeni watajitambulisha zaidi, na pia tutakuwa tuna mada ya kuzungumzia kuhusu mapinduzi ya Zanzibar. kwa jina anaitwa Zainab Mikoroti, karibu sana katika OSR Media na, na mimi kwa jina anafahamika kama Isa Abdallah Mwinyi kutoka OSR Media. kwa jina anaitwa Chio Paulo Makubi kutoka OSR Media Naitwa estandekwa kutoka OSR Media ustoke ya jayo yanafurahisha. Karibuni sana jamani, kama tunavyofahamu uh, tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kwanza kila mwaka huwa ni sikukuu ya kitaifa ya kusherekea mapinduzi ya Zanzibar, sindio? mm -hmm. Lakini ni asilimia kubwa ya watu hawafahamu rasmi nini mwana mapinduzi Ukisikia mapinduzi unaelewa nini? Hivi sasa ukisikia mapinduzi unaelewa nini? Um, kwa haraka haraka tu kwa kutumia lugha nzuri ambayo watu wengi wataielewa, mapinduzi ni mabadiliko. Hmm. mabadiliko ya kisiasa, mabadiliko ya kisiasa. Je, nini kilitokea mpaka yakaitwa mapinduzi ya Zanzibar? Ah, uh, unajua mpaka wananchi wanafika hatua ya kuipindua serikali, basi ujue serikali yenyewe ilishindwa kuzingatia zile haki za kibinadamu ambazo wananchi au maslahi ya kibinadamu ambao wananchi walikuwa wanayataka kwa kipindi hiko, Waarabu walikuwa wananyanyasa Wazanzibari ama wale watu ambao sio Waarabu walikuwa ambao walikuwa wanaishi Zanzibar, walikuwa hawamiliki ardhi, hawamiliki mashamba, hawana mali kama vile ambavyo Waarabu wenyewe pamoja na watu wengine wale midomeni ama Wahindi walikuwa wanamiliki wanamli. Hiyo ndo ikapelekea mapinduzi ya Zanzibar mwaka elfu moja mia tisa na sitini na nne. Madamu Zenabu, ndio unajua bwana, watoto wengi wa siku hizi na watu wakukulupuka na kufatafata vitu ambavyo wafamuani zaidi ya historia pikusu ya mbaka mbaka kafia ya aa, kabla ya kuja wa Waingereza kutawala Zanzibar Tanganyika, pia tunafahamu kwamba walikuwa Waarabu. Unaweza kutupa historia kifupi kuhusu Waarabu mpaka walikuja mpaka kafikia Zanzibar kabla ya Waingereza kufika katika pwani ya Zanzibar? Kwanza kulitawaliwa na Sultani Saidi Saidi ambapo ilikuwa mwaka 1832 mpaka 1840, lakini biashara ambayo ilikuwa imetawala kwa kipindi hicho cha Sultani Said Said ilikuwa ni mambo ya kilimo na kilimo chenyewe kilikuwa ni karafuu, ambapo alihitaji watumwa wa Afrika wasaidie katika yale mashamba. Lakini kabla yao Wajerumani kufika, sasa Sultani Said Said ndio alikuwa anaongoza au watumwa wa Afrika. Kwa hiyo historia ilikuwa ina vitu vingi sana vya kujifunza kutokana na utawala wa Said Said. Kwa, kwa hiyo tunaona kabisa kwamba uh, Sultan Said kamisa magazake rasmi Oman kuja Zanzibar na kuna kitu kingine kwamba kabla ya Sultani mm, Seidi Saidi kuja kulikuwa na lugha ya Kibantu. Tuashimu kwamba ofen, ungekuwa unazungumza Kibantu ingekuwaje? Unajua bwana kitu cha kufurahisha yeah, yeah, Waarabu wenyewe ndo waliipa wa jina Zanzibar ambalo jina hilo lilikuwa linaitwa Zinji pale, ambalo hiyo ni asili yake ni huko Uajemi, lakini kwa Kiswahili walitafsiri kama ni sehemu ya watu weusi. ko Waarabu ndo wenye jina la, la Zanzibar. Kwa hiyo ni historia ambayo ya kufurahisha sana ambayo inachekesha yani... <laughs> <laughs> <laughs> maana yake ni watu weusi. Zanzibar ni sehemu ya watu weusi, unasema land of black people o ni kitu cha kufurahisha sana ikiwa wenyewe Waarabu ndo walifika Zanzibar ambao yeah. Kabla Waarabu ilikuwa inatambulika kama paniafrika Mashariki yeah. ni kitu hiko yani, ni mpasho fulani mzuri sana hapa ni <laughs> <laughs> umbea ambao <Yeah>. nataka niwajulishe nwe <laughs> wengi kua wameujui huo. Sasa unajua kabisa baada ya kuja Waarabu eh, wakaja wakatawala na wakawa wanaongoza dora na biashara na shughuli zote za kiuchumi Zanzibar sindio mm mpaka ilipofika uh, miaka ya elfu moja mia tisa arobaini na kitu, ambapo nchi nyingi za Afrika zilikuwa zinadai uhuru wake. Sasa tunakuja so, kuoti la kwa nini mapinduzi wakati Zanzibar ilipewa uhuru na Uingereza kwa njia ya amani. Je, braza unafahamu nini kilitokea, labda chama gani ambacho kilipewa uhuru na Zanzibar na Uingereza mpaka ikapelekea sasa mapinduzi, akapika wai mapinduzi? Kabla ya mapinduzi, tarehe kumi na mbili mwezi wa kwanza mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne Zanzibar ilikuwa inakaliwa chini ya Mwarabu ambaye uh, ulikuwa uongozi wa kisultani ambao Waarabu hao walipewa uhuru tarehe kumi Disemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu chini ya Mwingereza. Inapo na maana hivi baada ya Waingereza kufika yeah. Zanzibar sultani baada ya kupoteza nguvu yake bado anaendelea kutawala lakini, tulipunguzwa ile nguvu ya mamlaka. Kwa hiyo kipindi kile watu wanagombea uhuru yeah. Ina maana yeah. yeah. kuna utaratibu wa kufunga vyama, si ndio? I v kuna ZDPP na ZNP na, na ACP chama yeah. Kilichopewa uhuru kilikuwa ZNP, yani kilipendelewa na mwingereza, ambako waarabu walikuwa na mamlaka ya juu, walikuwa wanaendesha serikali ya Zanzibar, ndio Waingereza wakapata uhuru nani, hicho chama kilivyopewa uhuru, kulikuwa kuna mkandamizaji sana wa haki Zanzibar, kwa ikatengeneza machungu kwa wananchi na kufanya mapinduzi ndani. Yeah. Okay. ya tarehe 12 tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 1964. Hivi ni ni kiongozi gani ni askari askari gani ambaye alikuwa anaongoza mapinduzi ya nadhani alikuwa anaitwa John Okello, John Okello, na, samahani kidogo naombeni warudishe nyuma kutoka hapo kwa John Okello mpaka nyuma kidogo kwenye historia. Unajua, katika historia ya mm. vita, kuna vita bwana ndo limepiganiwa ndani ya muda mchache sana, vita ambayo imepiganiwa mm. kati ya dakika 38 mpaka mm. 45. Kisa chake ni kikubwa lakini ifupishe kidogo, yani vita hiyo ilikuwa inafanywa imepigwana kati mm. ya Uingereza na serikali ya kisultani Waarabu wenyewe, na ilikuwa ni issue za madaraka, ndio ilipelekea hivyo kwa sababu hey. kuna sultani ambaye kwa jina kidogo ni gumu, lakini alifariki ali, ali lakini mm. kuna ndugu yake akataka achukue Mm. madaraka mm. bila ya reza ya Uingereza. Kwa hiyo kitu ndio kikapelekea hiyo vita. Kwao katika historia ya vita, hiyo vita bwana ndio ilikuwa inaonekana ni vita fupi kuliko zote. Kwao kitaala mwenyewe alikuwa anaita ni Anglo Anglo-Zanzibar War, ambao ndio ilipigwana katika muda mfupi mm. kuliko vita zote ambazo wewe ushawai kuzisikia kwa Zanzibar, ukiachana na kile kisa cha Waarabu kuipa jina Zanzibar Zanzibar, Yeah. Ah, na kuna kisa hiki hapo cha pili ambacho kilikuwa kinahusisha vita fupi yeah, uliko vita zote oh. <laughs> kisikia sipi vita, kwanza vita refu, ya kwanza ya dunia ni vita refu imechukua miaka mingi, vita ya pili hivyo hivyo na vita nyingine zote baada ya vita ya fupi kupigana, lakini tunachojua kwamba Waingereza walikuja wakatoa uhuru kwa Wazanzibar ilikuwa ni tarehe ani tarehe mwezi wa 12 lakini chama ambacho kimepewa uhuru ni chama cha ZNP, kwa sababu kilikuwa kimeshinda vitu vingi vya kura sindio, pamoja na ZPPP ambacho ikapelekea kuacha chama cha ASP ambacho pendwa, ambacho ni chama pendwa ambacho kinapendwa na Wazanzibari wengi. Kwa hiyo ina maana hapo kulikuwa kama kuna kaonevo fulani hivi kalifanyika njia za hapa na pale, sindio? Kwa hiyo ikapelekea sasa watu katika mitudu rasmi na kuingia barabarani kufanyaje, kudai uhuru wao inatukumbusha. kiaaaaa ingia mida ilikuwa ni mida saa nne tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kwanza ambao siku kama leo mida ya saa nane mchana sana, watu akachukua nchi yao kutoka yeah, kwa mikono ya Waarabu mm, na Waindi ambao bado wakuwa naendelea kutawala kabisa kwamba Zanzibar ukisikia ya uh, so mapinduzi hmm, ya Zanzibar yakuja kuja kiurahisi, ni watu walipoteza damu, watu walikufa, watu waliumia kwa sababu ya nchi. Aotugane cha kujifunza hapo hapo. Tukisema, tukiongelea suala zima la mapinduzi, yalileta impact sana kwa watu wa Zanzibar. Um, kwanza ilipanua na kukuza elimu, kwa sababu at, at last tukiangalia hiyo historia ya wa, Waarabu na Wahindi kulikuwa kuna ubaguzi sana kwenye swala zima la elimu. Kwa hiyo haya maandamano yaliweka mchango mkubwa sana katika elimu. Pia yameleta usawa usawa wa watu wa Zanzibari. Kwa hiyo kupitia mapinduzi pia walipata usawa wa haki za binadamu. Maana zamani yakuwa kuna ubaguzi, yani in everything, wa rangi nini hmm. sehemu nyingi, mashuleni, maofisini. Kwa hiyo ilileta impact sana. Kwayo tunaona jinsi gani mapinduzi ya Zanzibar yalivyoboresha vitu vingi pamoja kuleta haki katika uongozi. Yalileta misingi mizuri ya kupata uongozi. Kwayo tunaona kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar ambaye ni Abeid aliweza kuchaguliwa vizuri, yani uongozi mzima ulienda kwa haki. Kwa hiyo mapinduzi ya Zanzibar kwa kweli tunayafurahia kwa sababu yalileta mabadiliko makubwa sana lakini moja ya matokeo ya mapinduzi ya Zanzibar yalitengeneza iliunganisha Zanzibar na Tanganyika kutengeneza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo yalifanyika miezi michache mbele, ambayo ilikuwa ni mwezi wa 4 tarehe 26 mwaka 1964. Hapo hivi kwa cha kuongezea ni kwamba kipindi Tanganyika na Zanzibar inaungana huwa kuna vyama viwili. Zanzibar ilikuwa na chama chake ambacho kuwa kunajitegemea, na kwa kwa Tanganyika ilikuwa na chama chake mbao kuwa kunajitegemea, ambavyo Tanganyika ilikuwa na TANU na Zanzibar ilikuwa na ASP, ambavyo hivi vyama viwili vilikuja kuunganika mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba na vikafomu CCM ambacho ni chama tawala mpaka hivi sasa. na sasa tunafikia tamati ya mjadala huu. Nadhani wewe ambao uko ufahamu kuhusu mapinduzi ya Zanzibar umefahamu zaidi, na sisi tuna neno moja tu la kukwambia kwa pamoja, pda